Mtu huwa ni wathamani sana kuliko vyote. Kwa mfano nikupe mfano kwa mtu mmoja, mwalimu Julius Kambarage nyenye, taifa la Tanzania limekuepo mtu mmoja tu. Unaweza kaona katoto kadogo kanatembea kana chechemea hiki, kumbe Mungu ameweka hazina ndani yake yenye uwezo wa kudhirika baadaye na kuibadilisha dunia. Kila mtu akirudi nyuma akajiona familia iliyotokea anashangaa, leo hata kuwepo Dar es Salaam ni kwa neema ya Mungu. Mimi wiki iliyopita nilikwenda kule kijijini kwetu nilikozaliwa, nikwenda na baadhi ya watu wa pale kanisani, nikawa naambia, nashukuru Mungu, kuna umeme siku hizi kijijini kwetu. Kulikuwa ni poli, pamoja na kwamba pameshaharibika, lakini wenzao wananiuliza ulitokea hapa? Naambia yeye, nilitokea hapa na kuna bado kuna wengine wanatokea sehemu. Kwa hiyo unaweza kumuona mtu ana maisha magumu, hana chakula, ana chumba kimoja, yuko kwenye depression ana umwa, ana matatizo, ukafikili hata toboha nini. Kwenye hekima zake Mungu ameweka hekima kwamba chakula kiwe kinapikwa. Kwa nini Mungu wakati wa umbaji angetutengenezea tu mahindi, hindi likiiva tu, limeiva tu, yani hindi ukilichuma unalichuma limepikwa. Mungu ana nini? Unakwenda kwenye muhogo unapoung'owa hivi, umeshakaangwa umekaangiwa, umekahangiwa chini kwa chini Umeenda kwenye karanga ukizingoa hivi zimekangwa, zime zimejiweka na chumvi. Mungu aliweka hekima kwamba vyote vinapikwa ili viwe vizuri, vifae baadaye. Vyote vinapikwa, hata wewe unapikwa, unapitishwa kwenye magumu, wakati mwingine unalia kilio. Unacholia liya ni sehemu ya maandalizi mazuri baadaye, kwa sababu hata kulia kwenyewe kuna kutengeneza ndani. Kwa hiyo maisha au magumu unayopitia yanaruhusiwa na Mungu ili kukutengeneza kuwa yule mtu aliyeandaliwa na Mungu siku zijazo.